Na kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kwa kutufanya tuwe hai na kuendelea kushuhudia tunayoshuhudia. Lakini la pili ni wapongeze wakazi wa Dar es Salaam na wanachama wa Chadema kanda ya Pwani kwa mshikamano na upendo kuanzia kesi ilipoanza mpaka leo hii. E, kwa kweli kitu mnachokifanya kumpa joto mwenyekiti ni kizuri sana. Lakini tatu ni wapongeze wanaotoka mikoani kila wiki na kila siku, tunapokea wageni wapya nao wanakuja kusikiliza kesi ya mwenyekiti. Eh, kuonesha solidarity tuna watu kutoka Sumbawanga, Mwanza, Mbeya, kaskazini Arusha huko Loria, sehemu mbalimbali mpaka Mtwara na Lindi. Na nyewe vile vile tunawapongeza na wengine wanapata fursa hiyo wasiache kuja. Lakini, la tatu ni kuhusu kesi inayoendelea. Kwa tunachokiona hapa kufungua kesi ni rahisi. Kudhibitisha kesi sio jambo rahisi. Rahisi. Kwao wenzetu wa polisi walifungua kesi ila kudhibitisha kesi hapa inawadhalilisha. Upotevu wa muda. Tukipiga tu hii gharama ya maendeleo kwenye nchi yetu, lakini tunashindana asubuhi mpaka jioni. Lakini vile vile majaji hawa, kuna wenzetu kuwa wana kesi serious za mauaji eh, wana kesi za ukabaji maubakaji za eh, ujambazi, ambazo wengine wenda wamefanya kweli na wengine wameonewa. Muda huo wanaotumia kwa risk, wangeweza kwenda kusikiliza kesi za robbery, kesi za ubakaji na kesi zingine kwenye nchi yetu, wangeokoa rasilimali na wangetendea watu wengine hivi. Lakini imagine jopo la majaji watatu, tunashinda nao asubuhi mpaka jioni kwa kesi inayoendelea. Sisi ushauri wetu kwa nchi kuokoa rasilimali fedha muda na rasilimali watu. Kesi hii haina maslahi kwa nchi yetu na kwa, kwa, kwa fedha zetu ambao fujediashu. Kesi hii si tu kwa maana hela inayotumika ni ya serikali. Hii hela ni watu wanakaa shambani wanalima, lakini kesi si hivyo tu. Kuna watu wafanya biashara huko wanafilisika, wanapata hasara eh, lakini hela hao wanaokatwa wa kodi, badala ya kuiona ienda kufanya maendeleo makubwa, inakuja kufanya jambo hili. Mimi nakaa Ubungo lakini naona barabara za Kimara, barabara za Tabata, Kimanga hazipitiki ni matope. Mabilioni ya hela ya kesi. Kwani sika tunajenga barabara Mbagala, Kimara huko, Tabata na sehemu nyingine tukaona hela zetu zinatumika vizuri. Na kingine kwenye ufunguaji wa kesi kama ninavyosema kufungua kesi ni jambo la rahisi. Kudhibitisha kesi sio mchezo. Viongozi wetu wanadanganywa sana. Viongozi wa juu ko DPP anadanganywa na watu wa chini. Wema polisi huko wanadanganyana. Hivi kinachoendelea mahakamani wanakiona au wanakisikia? Mimi imani yangu kama wakipoteza muda hata kumtuma tu shushushu wao wa serikali. Kesho yake hawezi kubali kesi iendelee. Haja asikilize siku moja tu ushahidi unaotolewa hapa. Kwa hiyo mimi kwa maslahi ya nchi nasema kesi haina maslahi wala msingi wote kwa nchi yetu, haipaswi kuendelea hata kwa dakika ishirini. Kwa na kwa ushahidi huu wanazidi kujidhalilisha na kudhalilisha nchi yetu. E, kwa hiyo sisi kama viongozi ambao tuna vision kubwa na nchi hii hatuishi tu kuona kesi ya Tundu Lissu. Viongozi juu, ukiwasikia wanakebea kubambikia kesi, lakini kesi ya mfano ya nchi hii ya kubambikia kwanza ni sasa je, wanaongea kile wanachokimaanisha au wanamaanisha wanachokiongea? Jibu kubwa tunalipata wananchi mmoja mmoja. Kila anayeshinda mahakamani majibu wanayo kwamba hapa hakuna kesi, kuna uzugaji na upotevu wa muda na rasilimali zote nilizozitaja. Lakini la mwisho ni kuhusu e, eh, jopo letu la la, la, la, la, la maana wanasheria kesi ya pili na yenyewe kisheria kabisa tunapaswa tufunguliwe shughuli zetu. E, eh, na leo Mheshimiwa Lissu kama alivyosema wakili amekuja kuomba kuunganishwa kwenye kesi ile. Lakini ukiangalia inavyopangwa na kinachojadiliwa ni delaying technique, kitu cha Chadema tusifungue ofisi zetu na tusifanye shughuli zetu. Kwa hiyo uwezi kuona kabisa kwamba kuna jambo serious, jambo liko mahakamani, na kama, kama, inazingatia kwamba watu fulani wamesimamishwa shughuli zao na wazingatiwe haki yao. Lakini jambo hili aliwapi faida CCM? Kwa kufikiri kwamba wakifungia Chadema uko nje unafanya shughuli. Kwanza wanaongeza hasira kwa wananchi, lakini pili wanazidi kuongeza mahaba na mapenzi ya wananchi kwa Chadema. Kwa hiyo kama wanafikiri wanatuzoofisha ndio wanatuimarisha. Eh, kwa sababu mtu yoyote hata kama mi ningekuwa ni mvivu leo, mtu yoyote anajua Chadema haifanyi kazi kwa sababu imezuiwa yeah. Nafikiri kwa leo niishie hapo. Eh, viongozi wetu wengine walikuwa nao asubuhi wameenda kwenye shughuli zingine huko zote, kupigania kesi yetu na chama chetu kwao. Sisi ambao tumebaki mpaka mwisho, tunawakaribisha tena siku nyingine ya kesho. Karibuni sana, Mwenyezi Mungu awabariki.